Jeshi la Israeli limefanya mashambulizi makubwa usiku wa leo dhidi ya maeneo ya kijeshi na kituo cha televisheni ya serikali ndani ya Teherani. Israeli inaweza kudai kuwa imepata udhibiti kamili wa anga juu ya Teherani. Irani ilizoa makombora na droni zaidi ya 370 ya baristiki na kadhaa ya UAV na kusababisha vifo vya watu 24 laia nchini Israeli na majeruhi zaidi ya mia tano. Mashambulizi yamesababisha kelele na milio ya ving'ola vya polisi kupigwa katika maeneo kama Tel Aviv, Jerusalemu, Haifa na maeneo mengine ya kati Israeli. Imethibitisha kuwawa kwa jenerali wa Irani Hal Shadman ambaye alikuwa ni kiongozi wa operesheni za kivita. Pia maafisa wakuu wa kijeshi na wanasayansi wa nyuklia walitekwa eneo la shambulio la awali la Israeli chini ya operesheni ya Rising Lion inayofanyika tangu tarehe 13 Juni. Irani imeripoti zaidi ya vifo vya raia 224 na majeruhi zaidi ya 1200 kutokana na mashambulio ya Israeli, huku Israeli ikiripoti vifo 24 na majeruhi zaidi ya 500 kutokana na mashambulio ya Irani. Mashambulio mengine yameathiri vituo vya mafuta Haifa refineri na usafiri pamoja na miundo mbinu ya umma. Trump kupitia mitandao ya kijamii ametoa agizo la watu wahame katika maeneo hayo. Mamilioni ya watu wameanza kwama na magari mengi yamejaa njia ni kuelekea kaskazini mwa Irani. wakati huo huo serikali haijatoa mapendekezo rasmi. Viongozi wa G7 wameunga mkono Israeli na kuipa haki ya kujilinda, wakitilia mkazo kuepuka vifo vya raia na kushinikiza kupunguza ghasia. Bei ya mafuta imeongezeka kutokana na vita hivyo. Vita vimeingia siku ya tano ya mapigano makali tangu Jumatano tarehe 13 Juni. Operation Rising Lion ya Israeli inaendelea kulenda miundombinu ya kijeshi na nyuklia ya Irani, huku Irani nayo ikijibu kwa misururu ya makombora na droni. Kivuko cha mpinzani mkuu wa kijeshi katika Irani kimeongeza mkanganyiko na idadi kubwa ya raia wameshuhudia athari. Matukio haya yanaonyesha hali inayojitokeza ya mkazo mkubwa na ongezeko la ugomvi kati ya mataifa haya mawili akiwa na athari kubwa kwa raia na uchumi wa eneo.